Likizo Masumbuko, somo: nilifungwa kiroho lakini Yesu alinikomboa. Karibu sana katika Daizo Neema Revival, mahali ambapo sauti ya uamsho wa kiroho inasikika. Mimi ni mtumishi wako Likizo Masumbuko, na leo tunazungumzia somo la kugusa sana moyo: nilifungwa kiroho lakini Yesu alinikomboa. Watu wengi wanatembea duniani huku maisha yao yakiwa yamefungwa kiroho kwa nje wanatabasamu, wanavaa vizuri, wanaonekana kama kila kitu kiko sawa, lakini moyoni wamefungwa. Wamefungwa na vifungo visivyoonekana kwa macho ya kawaida, vifungo vya hofu, laana za kizazi, ndoto za ajabu, kukataliwa, kukosa ajira au mwenzi wa maisha, au hata kurudia dhambi zile zile kwa machozi, lakini bila ushindi. Ni dalili gani za kufungwa kiroho? Moja, kuona ndoto mbaya kila wakati, ukikimbizwa, ukirudi shule, ukiona watu waliokufa. Mbili, kila unachogusa kinaharibika. Unapoanza biashara, ndoa au kazi, vyote vinavunjika ghafla. Tatu, kukataliwa kila mahali, hata ukijitahidi, watu hawakuamini, wanakukwepa au kukupinga. Nne, kulegea kiroho, hutaki kusali, huna hamu ya kusoma neno, ibada ni mzigo. Tano, kurudia dhambi zile zile. Unajuta, unaomba msamaha, lakini unarudi tena. Biblia inasema nini kuhusu vifungo hivi? Katika Luka 4:18, Yesu alisema, "Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Amenituma kuwaponya waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuwaacha huru walioteswa." Yesu hakusema tu maneno haya, alikuja kuyatenda. Alikuja kwa ajili ya watu kama wewe na mimi, watu waliovunjika, waliokata tamaa, waliokatazwa kuendelea mbele na nguvu za giza. Ni nini chanzo cha vifungo hivi vya kiroho? Laana za ukoo, kutoka kwa mababu walioshiriki uchawi au sadaka haramu, mazabahu ya giza, familia zilizojitoa kwa miungu ya kigeni dhambi zisizotubiwa. Dhambi hufungua milango kwa adui kuingia. Maneno ya laana yaliyotamkwa na watu wa karibu, wazazi, walimu wa chumba, nkaka, ushirikina na uchawi uliotendwa na au dhidi yako. Je, kuna tumaini? Ndiyo, Yesu anafungua vifungo. Katika Matendo 16:26 Paulo na Sila walipokuwa gerezani waliimba nyimbo na kusali Ghafla mlango wa gereza ukafunguka, minyororo ikaachia. Sasa hiyo nguvu bado ipo. Ukiamua leo kumwita Yesu kwa moyo wa toba na imani, ataingilia kati. Ukombozi unawezekana kupitia hatua hizi. Moja, tubu, mwachie Mungu maisha yako yote, tubu dhambi zako kwa unyenyekevu. Mbili, kata mikataba ya giza, tamka kwa sauti kuwa unavunja kila agano la giza. Tatu, Jazwa na neno la Mungu. Tafakari neno kila siku, kwani lina nguvu ya kuponya. Nne, omba na fungua, funga na omba. Usitafute msaada kwa wanadamu tu, mwite Yesu. Tano, tafuta huduma ya maombi kwenye kanisa lenye msingi wa neno. Huduma ya kiroho ni msaada. Ombi la maombi ya ukombozi. Ee Bwana Yesu, ninakuja mbele zako leo nikiwa nimevunjika. Najua nimefungwa na nguvu zisizoonekana Natubu dhambi zangu, ninakata kila agano la giza, ninavunja kila mnyororo wa kiroho kwa jina la Yesu. Ninatangaza uhuru wangu kwa damu ya Yesu. Nimekombolewa, nimefunguliwa, nimeponywa. Amina. Hitimisho: usiendelee kubeba mizigo ambayo Yesu alikuja kuiondoa. Leo ni siku yako ya ukombozi. Andika maoni yako hapo chini ikiwa unahitaji maombi maalumu. Pia subscribe kwenye channel hii Daizo Neema Revival kwa mafundisho zaidi ya kupona nafsi, kufungua maisha na kuimarika kiroho. Usisahau, Yesu ndiye mfungua minyororo yote. Katika kilio chako nitasimama. Katikati ya moto Sitakuacha. mimi ni Bwana wa agano la milele. Nitakuwa, nitakuwa popote utakapoenda. Nitakuwa